Okay, karibu Mkongwe Farm. Siku ya leo nina vyombo vya aina mbili vya chakula, na hii ni kwa kukua kubwa. Sasa nitakuopa sababu leo kwa nini nimeacha kutumia vyombo hivi, hichi cha bati, hivi vipo vya bati na vipo vya plastiki, na nimeamua kutengeneza chombo hichi unachokiona hapo mbele yako. Sababu kubwa ni kwa ajili ya upotevu wa chakula. Chombo hichi, angalia hichi cha mbao, kuku wanavyokula Yani, the way wanavyokula wanashindwa kupoteza chakula, isipokuwa kwenye kutengeneza chomboshi cha mbao pia kuna masharti. Sharti la kwanza kinatakiwa kiwe chembamba, yani upana wa hapa hapa, upana wa hapo unatakiwa uwe mwembamba. Ukiona mi mkono wangu nimesimamisha hivi, nikiingia, unaona vidole vinne havipiti mpaka chini, mpaka ni vikunje, umeona lakini havipiti mpaka ni vikunje, vidole vitatu ndo vinapita kwa urahisi mpaka chini. Sasa inatakiwa kiwe chembamba saizi ya vidole hivi vitatu. Hii inasaidia wakati kuku wanakula wanashindwa kurusha chakula nje. Unaona yule kuku au kuku anavyokula yani, maana tabia kuku anavyokula anakula huku na kuchambua, anakula alafu anakuwa kama anachambua anavutia kwa pembeni. Sasa inavokuwa chombo kiko kwa muundo huu Sawa, muundo huu wa hichi cha mbao kuku wanavyokuwa wakubwa, wakila wanashindwa kupoteza chakula, lakini ukiwa unatumia chombo hichi, vyombo hivi ni vizuri kwa kuku wadogo, kwa sisi tunaofuga makuku machotara, kwa ni vizuri kwa kuku wadogo, lakini kuku anavyokuwa ni mkubwa, wameshafika saizi hii wakiwa wanakula, anavyokuwa anarusha kwa pembeni hivi kuchambua, kutafuta kile cha ndani, basi anapotezea chakula chote chini kwa sababu chakula kingi kinaenda chini, wakati ana, ana chakula chakula na mdomo kutafuta kile chakula cha ndani, chakula kinakuwa kinaenda chote chini. Lakini chombo hichi cha mbao anavyokuwa na chakula, kwa sababu kwanza ni chembamba, sababu ya kwanza Chap, sababu ya pili kwa upande, kwa upande upande hivi ni kirefu kwenda juu, sawa, yaani hapa nusu ya kiganja changu kwenda juu, sawa, kutoka chini kuja mpaka juu ni kirefu kidogo nusu ya kiganja changu. Utaona nikiingiza mkono nikikunja kwa nje ni hivi ndio inaonekana vizuri, na nusu ya kiganja changu, au kwa wale ambao mnapima, unapima angalau unchi nne. Lakini pia wakati unaweka chakula kwenye chombo hichi usijaze mpaka juu, hapana, kiweke nusu, unaweka nusu, ila isipokuwa unakifanya kinakuwa kirefu, kifanye kiwe kirefu kwenda mbele alafu naweka nusu chakula ili kutoa nafasi anavyochafura kisiweze kutoka chakula nje. Ukitumia chombo hicho utasaidia sana kupokus, kupunguza gharama ya chakula kile kinachokuwa kinapotea, maana kuku anavyochafura hivyo, kama chombo ni kidogo, anavokuwa anarusha rusha hivyo, ina maana anapoteza pumba nyingi. Naona kuku anachokifanya, unaona yani, anakuwa anavutia kwa pembeni. Sasa anavovutia hivyo, kama chombo chako ni kifupi chakula kachoruka nje ni kingi zaidi, lakini chombo kikiwa kiko namna hii kina, hata kama kitaruka ni kidogo mno, kwa chakula kingi huko atajikuta wanakila anavyofanya hivyo sawa. Hasa akifanya hivyo kwenye chombo cha ichi cha bati cha roundi akiwa na chakula na kurudisha nyuma na mdomo, anamwaga chakula karibia chote. Kwa hiyo utashangaa nusu chakula kinapotea chini, nusu chakula ndio huko anakula. Sasa kwa hiyo unakuwa unaingia gharama ya chakula awali wakashiba. Kwa hiyo fanya hivi, tumia chombo hichi kitakusaidia. Tengeneza chembamba, lakini kinakuwa kirefu kwenda mbele, na unaweza kutengeneza vinne vitano, kutegemeana na kuku wako na wingi wa kuku wako. Kwa hiyo njia hii itakusaidia kusevu chakula kisipotee wakati unalisha lisha kuku wako. Karibu Mkongwe Farms.